Usidharau mambo madogo katika maisha yako. Hakuna kitu kibaya hapa duniani kama kudharau mambo madogo. Falsafa kubwa kabisa ya uchumi wa dunia na falsafa kubwa kabisa ya kazi za kimisionari na kuwa misionaristi, kuwa mtu ambaye unaanzisha mambo, lakini pia kwenye masuala ya uchumi na masuala ya uwekezaji, falsafa kubwa kabisa ni ile inayosema think big but start small, fikiri kwa upana lakini uanze kidogo. Na watu wengi hawajajua udogo wa kuanzia. Kwa hiyo kuna watu mpaka sasa, ni mwezi wa nane tangu tumekuwa na maombi ya mafungo na tukaingia tuka mwaka huu wa 2025, wanataka kuanza lakini hawataki kuanza katika mambo madogo. Hiyo ndio problem kubwa tulionayo. Wewe ni mwana wa ufalme na kama unataka kuwa mwana wa ufalme, na kama unaomba ufalme wako uje katika sala ya Baba yetu, kila mara unaomba ufalme wako uje, ufalme wako uje. Kama unautaka ufalme, na wewe ni mwana wa ufalme, na unataka kubarikiwa katika ufalme, basi ufalme wa Mungu ni huu. Hebu nipe neno la Mungu katika kitabu cha Marko ule mlango wa 4 mstari wa 31 na wa 32. Kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa 31 na 32. Biblia inasema hivi. Na ufalme wa Mungu ni kama punje ya haradali ambayo ipandwapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi. Ni kama punje ya haradali Narudia tena mstari wa 31, asema tuufananishe na nini ufalme wa mbinguni? Katika mistari inayofuata anasema, ufalme wa mbinguni ni kama punje ya haradali ambayo ipandwapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi. Ufalme wa Mungu ni ndogo, ni mdogo kuliko mbegu zote zilizo juu ya, zilizo katika nchi. Aha, mstari wa 32, lakini ikiisha kupandwa hukua ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Ufalme wa Mungu ni kama punje ya haradali, ambayo ni ndogo kuliko punje zote zilizoko juu ya uso wa nchi. Kwa sasa hivi, ukiangalia kwa haraka punje inayoonekana kuwa ndogo, nafikiri ni punje ya mchicha, yaani mbegu za mchicha. Ukiangalia kale ka mbegu ka mchicha unaweza ukakaona ni kadogo hasa. Punje ya haradali ni ndogo kuliko hiyo punje ya, ya mchicha, na ni ndogo sana, lakini anasema ufalme wa mbinguni umefananishwa na udogo wa hiyo mbegu ambayo ni ndogo kuliko mchicha hasa. Mara nyingi katika maisha unaona miezi inaenda siku zinaisha na unataka kuanza jambo, hausubutu kuanza, kwa sababu huna ile falsafa. Unataka kuanza kitu please just start. Leo unazungumza juu ya waumini karibu elfu saba wanaoshiriki hapa, unaongea juu ya kuhudumia mataifa zaidi ya mia moja na themanini duniani kote. Mbegu inaanziaga hapo, hata Mungu anakushangaa, kama ufalme wa Mungu unaanzia hapo, kanisa la Kikristo kanisa kanisa Christians kanisa ambalo Yesu alikuja kuanzisha duniani. Hii dunia imejawa na, na Christianity dunia nzima leo ni tarehe moja mwezi wa saba only because of Christianity, kwa ajili ya kanisa peke yake. Unapozungumza tarehe moja mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na tano baada ya Kristo Yesu kuzaliwa, lakini influence ya kanisa mpaka inaratibu dunia hii kwa wakati na miendo na majira ilianza na watu kumi na wawili na mmoja akawa shetani, wakabakia watu kumi na moja, kumi na moja. Yesu alikusanya udogo wa watu, upana wa kanisa, influence ya kanisa, uwezo wa kanisa ulianza na watu watatu. Ni udogo huu ambao leo kanisa limeufikia ulimwengu, roho ya kimisionari, spirit ya missions, na na, na wamisionari ni kufikiri kwa upana lakini kuanza kidogo. Hiyo ndio falsafa falsafa ya Mungu ambaye ameijaza dunia hii. Mara ya kwanza tu alipomuumba mwanadamu aliweka watu wawili juu ya uso wa nchi, Adamu na Hawa. Dunia hii ni pana, lakini aliweka watu wawili hapo. Lakini hata baada ya gharika aliweka watu, watoto wa Nuhu walikuwa ni wavulana watatu na wasichana watatu. Hao ndio waliozaa dunia ikajaa na ndio maana dunia ina asili ya watu watatu, ina Wazungu, ina Waasia na ina Waafrika. Dunia ina sampuli ya watu watatu ambao ni wale watoto watatu wa Nuhu waliijaza safina, waliotoka wali ndani ya safina wakaijaza dunia. Kwa nini Mungu akujisazia wa watu bilioni moja? Kwa nini akujisazia wa watu milioni mbili? Kwa nini akujisazia maelfu na malaki ya watu? Kwa kuwa falsafa yoyote ya kiuchumi duniani, na kama wewe ni mtu ambaye unafanya utafiti wa kiuchumi nenda ka Google leo waandike tu pale uandike uh, uh, tu pale kwenye Google wandike tu uh, think big start small, alafu uone mabilionea ambao wana appreciate, wana wana recommend, wanakubali taasisi za fedha na uchumi na mawazo na falsafa ya kiuchumi duniani inavyoheshimu hayo mawazo hasa, wakati mwingine unatamani kuanza katika mambo mengi katika ukubwa, unataka kuanza katika upana, unataka kuanzia kwa ukubwa mkubwa sana. Nataka nikuambie vitu vyote huwa vinaanza kidogo kabisa, na ukishakuwa na falsafa ya kuanza kwa ukubwa, ni kitu kimoja tu ambacho kinaanziaga juu. Vitu vingine vyote vinaanziaga chini, vinapanda. Nilishasema tena hapa vitu vyote, hata miti, hata wewe ulianza kutambaa chini hivi, lakini leo unakimbia, na wengine wanaweza kukimbia hata mwendo wa, wa marathon. Lakini ukiona vitu vyote, hata miti mirefu na vitu vyote vilianzia chini. Kinachoanziaga juu siku zote ni kaburi. Ukishakuwa na mawazo ya kuanzia juu, we ni kaburi, na mawazo yako ni kaburi, na hicho kikampuni chako kaburi ya Kinondoni mwembe jini. Lakini naotaka kuzungumza hapa, nataka nikuombe tafadhali, just start your impossible. Hii ni tarehe moja mwezi wa nane. Just go and start your impossible. Think big, but start small, please. Ninakuomba kwa maombi ya kichungaji, you have to start now right now you have to start it. Oh my God, oh my God, oh my God. Pigie Jehova makofi mengi, haleluya. Mungu ni Mungu wa mambo madogo, na hata Eliya alimwambia mtumishi wake nenda, akaangalia upande wa mashariki upande wa baharini, uone kama kunatokea wingu akaenda mara ya kwanza, akaambia sioni kitu, akaambia rudi tena, akaenda akaambia nenda, mpaka mara saba. Alipoenda mara ya saba akasema ninaona kawingu kadogo kama kiganja cha mkono. Elia akamwambia mimi nina experience, ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu unaanziaga katika uchache. Akamwambia experience nilionayo, ufalme wa Mungu ni mdogo kuliko punde na kuliko chembe zote yaani ukitaka pale mtumishi wa Mungu alivyosema dalili za kuona mambo madogo. Sasa problem hii, dalili ya kuona mambo madogo inatokeaga kwa watu wengi, lakini they can't believe, hawasubutu kuona, wanasubiria mabilioni. Na ndio maana mnajinyonga na mamikopo ya kuwafisha na kuwaua. Nataka nikuambie, Eliya akamwambia, nenda kamwambie Gehazi, nchi hii ina ukame wa miaka mitatu na nusu, lakini kwa wingu la kiganja cha mkono mwambie aondoke haraka, mvua isije kamzuia, maana ninasikia kelele za mvua nyingi, na ninasikia kelele za chakula, nasikia kelele za matunda, nasikia kelele, nasikia kutoka kwenye wingu la kiganja kama cha mkono wa mwanadamu juu ya nchi ambayo imezama. My God, my God, my God. Nataka nikuambie punde si punde bila, nasema punde si punde, punde si punde mvua ilifunga juu ya uso wa nchi na ilinyesha mvua ya ajabu, na nchi na ardhi ikazaa na miaka ya neema ikaja. Hapo mbele ni kwa kiganja cha mkono. Wewe si umeshaona mambo makubwa kuliko kiganja cha mkono, lakini bado unajikausha. Ninakuombea asubuhi ya leo kiganja cha mkono kwenye maisha ya kwako, na kikatendeke muujiza mkubwa, na ikawe ishara ya mambo makubwa. Sema amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya! Ninakutakia ufalme wa Mungu na wana wa ufalme waseme amina. Wako wapi wana wa ufalme asubuhi ya leo? Mwana wa ufalme ni yule anayekubali kuona udogo kama wapunje ya haradali, ni mbegu ndogo kuliko mbegu zote. Na mimi nakuambia kile kidogo kuliko vidogo vyote ulivyo navyo, anzia hapo, katika udogo wa vidogo vyote ulivyo navyo, na utafika mbali kwa jina la Yesu, ikiwa ni kwenye kazi za huduma, ikiwa ni kwenye karama, ikiwa just start small, start anzia katika uchache, lakini Mungu ni Mungu aliyetubariki katika kuzidi katika kuongezeka katika kuzidi katika kupata na kuongezeka na kuzidi ikawe sehemu ya maisha yako. Nina ubariki mwezi huu wa nane sawa sawa na neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo, ule mlango wa kwanza mstari wa 27 na wa 28. Bwana Mungu alipokwisha kumuumba mwanadamu, akambariki akasema, zaeni mkaongezeke mkazidi na kuitiisha na kuijaza nchi. Nami ninakuombea nenda ukazalishe sana katika mwezi huu, nenda ukaongezeke sana katika mwezi huu, katika kila unalolifanya, ziwe karama ziwe huduma. Nenda ukaongezeke kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Washindi waseme amina. Halafu angempigia wanaoongezeka oh my God, yaani hata nimekutamkia cha kuongezeka haupo. Nikuambie uende kausha damu, vikoba vya kausha damu. Nasema ukaongezeke kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! hey! Wako wapi watu wanaosema amina hapa? Wako wapi wana wa ufalme wanaosema amina hapa? Nimekutamkia baraka za mwezi wa nane. Nenda ukazidi, nenda ukaongezeka. Sema amina, shetani asikie. Mungu aubariki mwezi huu, akulinde mwilini, akulinde rohoni, akulinde uingiapo, akulinde utokapo, akupe neema ya kuanza, akupe upako wa Alfa na upako wa Omega. Mwezi huu amebarikiwa kwa ajili yako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi waseme amina kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, kuwasilisha kwako mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.